Mnamo Aprili 17, 2025, uwanja wa ndege wa Istanbul ulifanya safari ya kujitegemea mara tatu, mara ya kwanza mafanikio haya kufikiwa barani Ulaya. Ilifanyika na ndege tatu za Turkish Airlines ambazo ziliondoka Istanbul kwa wakati mmoja, kwa kutumia kila moja njia tatu zinazofanana. Ni viwanja vichache tu vya ndege duniani vinavyoweza kushughulikia shughuli huru mara tatu, ingawa si zote zinazotumia uwezo huu mara kwa mara. Viwanja vingi vya ndege hivi vinavyohusika viko Marekani au Asia Mashariki. Orodha hiyo inajumuisha uwanja wa ndege wenye shughuli nyingi zaidi duniani, Atlanta Hartsfield, pamoja na uwanja wa ndege wa kimataifa wa Hong Kong ambao ulianza utendakazi wa njia tatu za kuruka kwa wakati mmoja mnamo Novemba mwaka 2024. Haya si tu mafanikio ya kiufundi kwetu, lakini pia hatua muhimu ya kimkakati operesheni ya triple independent runway tunayozindua leo inasimama kama moja msingi muhimu zaidi kwa mfumo huu wa ekolojia, alisema mjumbe wa bodi ya uwanja wa ndege wa IGA Istanbul Mehemet Kaliungu katika taarifa kwa vyombo vya habari akitangaza kukamilika kwa mafanikio ya operesheni hiyo. Utekelezaji wa operesheni huru mara tatu utaongeza trafiki ya ndege kwa saa katika uwanja wa ndege wa Istanbul kutoka safari 120 hadi 148 14 za ndege kuongeza uwezo wake ukuaji na kuisaidia kuungana kama kitovu cha kimataifa. Pia atasaidia katika kufupisha muda wa teksi na hivyo kusaidia kupunguza ucheleweshaji na utoaji wa gesi ya kaboni.